Taifa la Kenya lina watu zaidi ya milioni 58 na lilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka 1963. Rais wa sasa wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki ni William Ruto ambaye amekuwa kiongozi tangu mwaka 2022. Unafahamu kwamba kufikia sasa taifa hilo limekuwa na jumla ya marais watano. Rais wa kwanza wa taifa hilo ilikuwa Jomo Kenyatta ambaye alikuwepo kwenye harakati za kutafuta uhuru wa nchi hiyo na kusaidia pamoja na wengine katika kuondoka kwenye utawala wa ukoloni hadi kwa taifa huru kati ya mwaka 1963 na 64, alikuwa waziri mkuu, alafu akawa rais kuanzia 64 mpaka kufariki kwake mwaka 1978. kwa sehemu kubwa alikuwa kiongozi chini ya chama kimoja ambacho ni Kenya African National Union KANU. Na katika uchaguzi mkuu mara nyingi hakuwa na mpinzani, kwa hiyo alishinda awamu baada ya awamu. Katika kipindi chake cha miaka zaidi ya kumi na tatu aliyokuwa kiongozi wa nchi, makamu wake wa rais walikuwa watatu tu katika vipindi tofauti. Jaramogi Oginga Odinga ambaye walitofautiana kisera na alihudumu makamu kwa mwaka mmoja na nusu. Joseph Zuzarte Murumbi alikuwa makamu wa rais kwa miezi saba tu, na mwaka 1967 rais Kenyatta akamteua Daniel Arap Moi ambaye alihudumu kwenye nafasi hiyo hadi Kenyatta alipofariki dunia moja, 1978 akiwa na umri wa miaka 80. Rais wa awamu ya pili alikuwa Daniel Arap Moi ambaye aliongoza taifa hilo kuanzia 1978 hadi 2002, 2002 Moi alikuwa na makamu rais katika uongozi wake wa miaka ishirini na nne, mmoja wao akiwa Mwai Kibaki. Moi alirithi utawala wa chama kimoja KANU, na pia yeye awali akawa mgombea pekee wa rais. Wakati wa awamu yake kuliibuka harakati za kutaka kubadilishwa kwa katiba na kuanzishwa kwa vyama vingi, pamoja na majaribio kadhaa ya kutaka kumpindua. Moi alikabiliana na maandamano na hali hii kwa ukali zaidi, huku wapinzani wake wakipelekwa mahakamani na wengine kukimbia nchi. Baadaye kufuatia shinikizo la ndani na nje ya nchi akakubali mabadiliko ya katiba ambayo ilianzisha mfumo wa vyama vingi. Licha ya kuwepo madarakani kuanzia mwaka 1978, aligombea tena mwaka 1992, kwa kuwa ndio uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi. Akashinda uchaguzi huo na kukamilisha muhula wake wa pili aliposhinda uchaguzi wa mwaka 1997 hadi 2002. Katika uchaguzi wa 2002, mgombea aliyempendekeza na kumnadi wa chama cha KANU Uhuru Kenyatta alishindwa kwa wingi wa kura na mgombea aliyeungwa mkono na upinzani Mwai Kibaki akaingia ikulu. Moi alifariki dunia mwaka elfu mbili na ishirini akiwa na umri wa miaka tisini na tano.